Ya ndugu watazamaji na wasikilizaji, leo ni siku ambayo naona kwangu imekuwa salama, lakini sio salama, maana maisha ya mwanadamu yanaenda kasi kama mtu wa marakarasi. Nimekuja na, ma na mambo makuu matano e. la kwanza sisi ni wachekeshaji. La pili sisi ni, ni music. La tatu mimi hapa naitwa waziri wa vita. Popote utakaponiona, hebu nitangaze kwa waziri wa vita, nikipatikana kwa music boys music, yeah, tukutane. Mi sipigani na watu, sipigani hilo ni ya kwanza, sipigani na watu. La pili sipigani na wanyama. La pili sipigani na majumba ya watu. La tatu sipigani na milima. La nne, la tano, mi napigana na maisha, napigana na maisha, napigana na maisha Nikipambana kufanya tamthilia kama hizi au matangazo kama haya, ili nipate nini? Riziki, ili angalau maisha yaendelee. Uh, Boaz nyuziki, niite waziri wa vita. Yeah.